Kila siku naona ni mpya, kila siku naona ni mpya. Haleluya! Lakini wana washarubani, mwambie hata mke wako asafiri, akisafiri akilugu na mwana. Lazima hata kina baba wakati mne safiri, hata siku mbili toke kidogo urudi, wakuene waam anapona kama mlango kama mnaombea mnaomba, mtu hataki hata uende mbali, hataki hata uende mbali, anatamani wakati wote uwepo. Haleluya, haleluya. Tunaelewana vizuri watumishi wa Bwana. Kuna wengine wamekuja kwenye kongamano, mkirudi kule, yaani mtu wako anawali mchana na jioni ameshakizi. Kuna mwingine huko huko, kwanza nipumue wale walioisiwa wanajijua, wale ambao wausafiri kwako mke wako wako wanapata irivu najijua. Haleluya! Sasa ukarudi na vionjo viv, katika jina la Yesu, natuko Makambako. Ukitoka hapa nenda ukanunue ka zawadi kokote, nimekukumbuka mkiwa nikuletea zawadi hapa Dumisha pende. Pende, so pende, pende, pende kwa sababu umeshapewa, nameshapewa huyo. Haleluya! Nasema hilo ni chaguo lako, si ndio? Umeshapewa huyo, mpende tu. Nasema mpende tu. kuna wimbo mmoja alipaza, sio msanii gani ule wa kizazi muziki ya duniani, naku anasema nakupenda tu. Ni nani? Alimba ule anasema, nakupenda tu, hivyo hivyo ulivyo, nakupenda tu, miguu kama nyingi, nakupenda tu. Ana sura ana sura yeyote anaenda mbele ama anarudi nyuma mpende tu, amesoma hajasoma mpende tu. Haleluya. Na hapo unahitaji pendo la Kristo. Unahitaji pendo la Kristo. Unahitaji pendo la Kristo. Sema amen.